Kushukuru kunaleta kuongezeka na kuzidishwa. Yeremia 30:19 hadi 21. tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao, mm -hmm. Nami nitawazidisha wala hawatakuwa wachache tena, nitawatukuza wala hawatakuwa wanyonge, watoto wao nao watakuwa kama zamani na kusanyiko lao litathibitika mbele za Mungu, nami nitawaadhibu wote wanaowaonea, na mkuu wao atakuwa mtu kwao wenyewe, naye mwenye kuwatawala atakuwa mtu wa jamaa yao, nami nitamkaribisha naye atakaribia, maana nani aliye na moyo wa kusubutu kunikaribia, asema Bwana. Na sauti ya uchangamkao, nami nitawazidisha, wala watakuwa wachache, nitawatukuza, wala watakuwa wanyonge. Anasema mpaka habari za kukemea na kupigana na adui zako, kwa adui ambaye anainuka kwenye maisha yako anakutana na mkono wa Mungu no. Unapofanya shukrani kama refu staili yako kila adui ambaye atainuka kwenye maisha yako ataanguka kwa ajili yako katika jina la Yesu. Kwenye eneo lote ambalo adui atainuka kwenye maisha yako ataanguka kwa ajili yako katika jina la Yesu. Uzidi wa kiroho wa kimungu unaingia kwenye kenyo la maisha yako katika jina la Yesu Kristu. Hautakuwa mdogo tena katika jina la Yesu. 2026 biashara yako haitakuwa pale ilipokuwa 2025 katika jina la Yesu Kristu. Uchumi wako utaongezeka katika jina la Yesu. Maisha yako ya kimaarifa ya neno yatakuwa katika jina la Yesu Kristu. Hautakuwa mdogo katika jina la Yesu. Hautaonekana na udhaifu tena katika jina la Yesu Kristu. Zaburi 138 mstari wa 8 unasemaje? Bwana atanitimizia malengo yake kwangu. Ee Bwana, fadhili zako ni za milele usiache kazi ya mikono yako. Kwa Mungu ana perfecti baraka zetu, anatimiza na kukamilisha baraka zetu. Kwa shukrani inaleta kukamilishwa na kutimizwa kwa baraka ambazo Mungu, Mungu ameziachilia. Bwana He... atatimiza malengo yake wangu. Ee Bwana, fadhili zako ni za milele usiache kazi ya mikono yako. Hapo anaposema eh, Bwana fadhili yako ni za milele, maana ameingizia na shukrani mbele za Mungu. Hapo anasema usiache kazi ya mikono yako, Bwana atanitimizia malengo yake kwangu. Kiingereza kinasema hivi, the Lord will perfect that which concerns me. Mungu atakamilisha yale mambo yanayonihusu, yale mambo ya kwangu, yale mambo yanayonihusu mimi, ile mipango niliyonayo, malengo niliyonayo. Sasa sio kwamba Kiswahili kimekosea mipango yake kwangu Kusabu, kwa sababu hauwezi kujipa mpango, unajua mwanadamu hauwezi kujipa mpango, Mungu anakupa mpango. Sasana, anakupa mpango anakuwekea ndani, sasa na Yeremia 29:11 anakupa sasa, anasema The Lord will perfect that which concerns me, kwa una Mungu hataacha kazi za mikono yake, kazi za mikono yake wapi? Kazi za mikono yake kwetu, ili kuzidhihirisha kwa jina la Yesu Kristo. Mungu atakamilisha mpango ulionao kwa katika jina la Yesu Kristo. Wazo ameroli achiliana ndani yako, atalikamilisha katika jina la Yesu. Mkono wa Mungu hautaondoka kwako mpaka amekamilisha katika jina la Yesu Kristo. Shukrani zinaleta ulinzi, utimilifu, kuzidishwa, kukamilishwa. Kwa hiyo shukrani zinazidisha baraka za Mungu kwetu pale ambapo tumefanya kwa muda. Kwa siku zote tafuta kile kitu ambacho Mungu amekitenda kwenye maisha yako. Kadri unazidi kumshukuru Mungu hautapungukiwa. Fanya lifestyle yako iwe ya kishukrani zaidi. Ukifanya shukrani kwa lifestyle yako na kutangazia kuwa hautapungukiwa na kitu katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho utakihitaji kitakuja kwa wakati katika jina la Yesu Kristo. Ambacho akijaja unajua hujakihitaji. Ila uhitaji unapoingia kwenye maisha yako, na upatikanaji wake pia utaingia hapo hapo katika jina la Yesu Kristo na itakuwa katika jina la Yesu. Kwa hiyo achilia shukrani kwenye chochote ambacho unatamani kuona kikiongezeka kwenye maisha yako, kwenye eneo ambalo unatamani kuona uzidisho. Mshukuru Mungu, uzidisho hautakoma kwao katika jina la Yesu.